Karibu katika SMAX Films. Msichana mrembo anajifanya kuwa mbaya. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo hivi kinachoitwa Choma, aliishi msichana mrembo sana aitwaye Amara. Uzuri wake ulijulikana kote katika nchi. Watu walikuja kutoka maeneo mbalimbali na karibu ili kumtazama uso wake wa mng'aro na macho yake yanayong'aa. Lakini Amara alikuwa na tatizo: watu wengi walimpenda tu kwa sababu alikuwa mrembo, na hakuwa na uhakika kama kuna mtu yoyote alikuwa anampenda kwa sababu ya moyo wake. Amara aliamua kugundua ni nani atakayempenda kwa ajili ya moyo wake, si kwa ajili ya sura yake. Alikwenda kwa bibi yake Neka ambaye alikuwa mwelevu na mkalimu. Neka alifikiria kwa muda, kisha akatabasamu, "Ndiyo mpendwa wangu, tutakufanya uonekane tofauti ili watu wasione uzuri wako kwanza, kisha utaweza kugundua ni nani anayekupenda kwa kweli, yaani anayekupenda kwa dhati kutoka kwenye moyo wake. Amara alivaa mavazi ya zamani yaliyovunjika na akavaa kofia iliyomfunika uso wake. Alijipaka mavumbi mashavuni na mikononi ili kuonekana tu mbaya na kutokuwa mrembo. Alipojitazama kwenye kioo, alijikuta akijitambua kwa ugumu sana. Kesho yake Amara alikwenda sokoni kama kawaida. Lakini wakati huu alionekana kama msichana maskini na wa kawaida sana. Hakuna aliyemtembelea na watu wengi walimpuuza. Aliendelea kutembea sokoni akitumaini atakutana na mtu atakayekuwa mkarimu kwake. Alikutana na mvulana aitwaye Chidi. Chidi alijulikana kwa moyo wake mkubwa. Alimsaidia mama yake kuuza mboga mboga, na alikuwa na tabasamu kwa kila mtu. Ujambo, Chidi alisema kwa tabasamu la upendo. Unapenda nyanya mpya? Hizi ni bora sokoni. Asante, Amala alisema. Lakini sina pesa. Chidi alijibu. Hapana, shida si pesa. Chukua nyanya hizi. Amala aliguswa na wema wa Chidi. Alikubali nyanya na kumshukuru. Kwa siku zilizofuata Amara aliendelea kutembelea sokoni hapo kila alikopita, na kila mara Chidi angempa matunda au mboga mboga za kuzungumza naye. Walikuwa marafiki na Amara alianza kumpenda Chidi zaidi na zaidi. Siku moja Amara aliamua kujaribu wema wa Chidi zaidi. Alijifanya kudondoka na kumwaga nyanya zote alizopewa na Chidi machozi yalijaa jichoni mwake alipoyaona mabaki ya nyanya alizini Chidi alikimbia haraka kumsaidia. Usijali, alisema kwa upole akimsaidia kusimama. Amara alitikisa kichwa akifuta machozi yake ya uongo hapana, nipo sawa, lakini sana sina chakula chakula. Chidi alitabasamu na kumkabidhi nyanya nyingine. Hizi hapa chukua hizi usiwe na, na huzuni, kila kitu kitakuwa sawa. Amara alijua kuwa Chidi alikuwa rafiki wa kweli kwake, mtu aliyemjali bila kujali uzuri wake wa ukweli. Alitaka kumwambia ukweli, lakini aliofia na kuendelea kufanya kwa asili. Jioni moja wakati jua likiwa likichua, Amara na Chidi waliketi kando ya mti wakicheki na kuzungumza. Amara alijua kuwa ilikuwa wakati wa kufichua siri yake. Alijikusanya na kusema, Chidi, kuna kitu ningependa kukwambia. Alijikusanya tena na akaendelea, Chidi, mimi si vile unavyonizani, sijakuwa mkweli kwako. Chidi alimtazama kwa wasiwasi, unamaanisha nini Amara? Amara aliondoa kofia yake polepole pole. Akafuta mavumbi usoni mwake. Uzuri wake wa kweli ulianza kung'aa, na macho ya Chidi yalijaa mshangao. Mimi nyamara msichana, ambaye kila mtu katika kijiji ananizungumzia, kwenye hosu, nilijifanya kuwa tofauti ili niweze kupata mtu tu atakayenipenda kwa vile mimi nilivyo na si kwa sura yangu tu. Chidi alikaa kimya kwa muda akifikiria maneno yake. Mwishua alitabasamu kwa pole. Amara, iwe wewe ni mlembo au sivyo, haijalishi kwangu. Nilikuwa nikikupenda kwa sababu wewe ni mkarimu na wenye moyo mzuri. Wewe ni rafiki yangu. Amara alijisikia udhuru na furaha sana. Asante Chidi, umekuwa ukinonyesha kuwa urafiki na ukweli na upendo vinatoka moyoni. Kwanzia siku hiyo Amara na Chidi waliendelea kuwa pamoja, urafiki wao ukikua kila siku. Amara aliendelea kuvaa mavazi ya kawaida alipoenda sokoni, akifurahia uhuru wa kuwa yeye mwenyewe bila shinikizo la uzuri wake. Siku moja, kijiji kilikuwa kimejaa furaha. Sherehe kubwa ilikuwa inakuja, na kila mtu alikuwa akijiandaa kwa ajili yake. Kutakuwa na muziki, ngoma na chakula kitamu sana. Amara na Chidi walikubaliana kusaidizana na maandalizi hayo. Walifanya kazi pamoja kutengeneza uwanja wa kijiji wakiupamba kwa maua ya rangi na taa za rangi mbalimbali mbali. Walipokuwa wakifanya kazi, Chidi alisema, Amara, je, utakuja shereheni na mimi? Ningefurahi sana kuwa na wewe kama mgeni wangu. Amara alitabasamu kwa furaha, "Nikipenda, Chidi." Usiku wa sherehe ulifika, na Mara alijua kuwa ilikuwa wakati wa kufichua sura yake ya ukweli kwa kijiji kizima. Alivaa mavazi yake bora sana, akachenya nywele zake na akaenda kwa uwanja wa kijiji na Chidi kando yake. Kila mtu aliguswa na uzuri wake, lakini kilichogusa zaidi mioyo yao ilikuwa ni upendo na urafiki aliyokuwa nao na Chini walipokuwa wakicheza chini ya nyota, Amara alijua kuwa alikuwa amepata mtu mwenye upendo wa ukweli kadi. Kijiji kilijaa furaha na vicheko. Mtu mgeni alifika, jina lake likiwa Omi. Kijiji kilijaa furaha na vicheko. Mtu mgeni alifika, jina lake likiwa Omi, mfanyabiashara tajiri sana kutoka mji wa mbali aliyevutiwa na hadithi za udhuri wa Amara. Alipomwona Amara, aliguswa mara moja na uzuri wake. Kijiji kilimtazama jinsi alivyokuwa akimwendea Amara, wakijiuliza kile kitakachotokea kitacho kwa urafiki mpya wa Amara na Chidi. Amara alimtazama Chidi machoni, akiona ukweli na upendo. Alihisi kuwa hakuna kiasi cha utajiri au anasa inaweza kuchukua nafasi ya urafiki na upendo wa ukweli aliyopata. Alijua kuwa alipasa kuufuata moyo wake na moyo wake ulimwambia kuwa Chidi ndio mtu aliye muhimu kwake. Omi alijua kuwa Amara alikuwa na moyo wa ukweli, lakini alikataa kuachilia. Aliamua kutengeneza mpango wa kumvutia Amara na kijiji kizima alijipanga kusherekea sherehe kubwa kijijini hapo, hata zaidi ya ile walioifurahia. Aliandaa muziki, wanengenuaji na wapishi waliotayarisha chakula bora zaidi. Aliupamba uwanja wa kijiji kwa taa zinazoangaza na bendera za rangi sana, akifanya kionekana kama sherehe kutoka kwa hadisi za kale. Siku ya sherehe ilipofika, wanakijiji waliguswa hawajawahi kuona kitu cha kupendeza kama hiki. Omi alihakikisha kuwa aliwaalika kila mtu, akiwemo Amara pamoja na Chidu. Wakati sherehe ilipoanza, Omi alijitokeza akiwa amevaa mavazi ya kifahari na ya rangi. Alitembea hadi kwa Amara na kutia shingo kwa heshima. Amara, sherehe hii ni kwa heshima yako, natumai utasherekea nami na kuona jinsi gani ninavyokujali. Amara alitabasamu, alitabasamu kwa heshima, lakini moyo wake ulikuwa mzito sana. Aliheshimu jitihada za Homi, lakini alijua kuwa vitu vya kifahari havinge mvutia. Alimtazama Chidi kwa mbali ambaye alikuwa akimtazama kimya kimya, macho yake ikiwa na uelewa wa msaada. Kadi ya sherehe ilivyokuwa ikiendelea, Omi alitangaza mshangao maalum kwa wanakijiji. Nashukuru wakazi wa kijiji, alitangaza kwa sauti, nimeandaa maonyesho ya fataki ya ajabu kwa ajili yenu nyote. Tafadhali na jiungeni nami uwanjani kuona huu uzuri. Wanakijiji walikusanyika kwa furaha na kushangaa, anga ilijaa kwa rangi za kung'aa wakati fataki zilipolipuka juu ilikuwa ni mandhari ya kuvutia na kila mtu alishangilia na kupiga makofi. Lakini wakati wanakijiji wakiwa wanaangalia fataki, Amara alikuwa na mawazo mengine kabisa. Alienda kimya kimya kutoka kwa umati na kaenda kando ya mto, mahali maalum walipokuwa wanakutana yeye pamoja na Chili Chili. Alijitahidi kusema siwezi kufanya hivi siwezi kuruhusu vitendo vya Omi kubadilisha jinsi ninavyohisi. Chidi alichukua mkono wake akimfariji. Amara, huna haja ya kufanya kitu chochote kisichotakiwa, fuata moyo wako. Hivi ndivyo Omi alivyokuja. aliona Amara akiondoka na kuona akiwa na Chidi, alikasirika. Amara, kwa nini uko hapa na yeye wakati chile? hii ni kwa heshima yako Amara alikusanya nguvu akasimama mbele ya Omi tena kwa uthabiti. Omi, shukrani kwa kitu ulichofanya, lakini siwezi kujifanya kuwa mimi si mimi. Siwezi kuwa na mtu anayeniona tu kwa uzuri wangu na anajaribu kunivuta kwa vitendo vikubwa kabisa. Moyo wangu ni wachidi ambaye ananipenda kwa jinsi nilivyo. Uso wa Omi ulijawa na huzuni, lakini alijua sasa upendo hauwezi kununuliwa kwa zawadi za kifahari. Aliinama kichwa chake na kusema kwa upole, ninaona sasa, nilijaribu kuonyesha jinsi ninavyokujali lakini naelewa kuwa upendo hauwezi kununuliwa, na kutakia furaha na Chidi. Na kwa hayo, Ome alijeuka na akaondoka akiwaacha Mara na Chidi kando ya mto. Waliketi pamoja wakitazama fataki za mwisho, mioyo yao ikiwa imejaa furaha na utulivu sana. Safari yao haikuwa imekwisha bado, walijua kuwa kulikuwa na changamoto nyingi mbele yao, lakini walijua kuwa walikuwa wamepata upendo wa kweli. Siku ziligeuka kuwa wiki na maisha katika kijiji cha Joma yalirudi kuwa ya kawaida. Amara na Chidi walifanya kazi kwa pamoja, wakikuwa zaidi na zaidi katika urafiki wao Wanakijiji waliona upendo wao wa kweli kati yao na walivutiwa na uhusiano wao. Siku moja walipokuwa katika matembezi yao msituni, walisikia kilio cha msaada. Walikimbia kuelekea sauti hiyo inapotokea, wakapata kumwona mvulana mdogo aliyotundikwa chini ya mti ulioporomoka. Chidi alifanya kazi kwa haraka ili kuinua mti huku Amara mara akimfariji mvulana huyo akimhakikishia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Kwa juhudi kubwa, Chidi alifanikiwa kumtoa mvulana huyo. Mvulana aitwaye Eli aliwashukuru sana. Mmeokoa maisha yangu, alisema kwa furaha. nitawashukuru vipi? Amara alitabasamu kwa upole. Huna haja ya kutulipa, Eli. Kusaidiana ni kile kilicho muhimu. Eli aliyekuwa akiishi katika kijiji jirani, alikumwalika Amara na Chidi kwa chakula cha jioni kama ishara ya shukrani kwao. Walikubali, na wakati wa chakula waligawana hadithi na kicheko. Familia ya Lee ilikuwa na Jordan yenye ukarimu sana, na Amara na Chidi walijisikia kama vile wapo nyumbani. Baada ya chakula mama wa Lee Daisy, alisema, Amara na Chidi, mmetuonyesha wema mkubwa sana. Ni wazi kuwa upendo wenu wa ukweli na safi ni mfano kwa sisi sote. Amara na Chidi walimshukuru mama Lidaisi, na walipokuwa wakitembea kurudi Joma, walijadili matukio ya siku hiyo. Amara alijua jambo muhimu sana, Chidi, leo tumemsaidia mtu aliye katika shida, na hii imenikumbusha kile kilicho muhimu. Si kuhusu utajiri, uzuri au vitendo vikubwa, ni kuhusu upendo, wema na kuwa pale kwa ajili ya mwingine pale anapohitaji msaada. Chidi alikubali kwa kukubaliana, ni kweli Amara, upendo wa kweli ni kuhusu moyo na si mwonekano. Ni kuhusu vitendo vidogo vya wema na kujali kwa dhati. Waliporudi Joma, wanakijiji walikusanyika ili kusikiliza jinsi safari zao zilivyokuwa huko msituni. Amara alisimama mbele yao na kushiriki mawazo yake, marafiki zangu wapendwa, nimejifunza kuwa upendo wa kweli na furaha vinatoka ndani yetu, si kuhusu jinsi tunavyoonekana au tulivyo, na kuhusu vitendo vyetu, wema wetu na kujali kwetu kwa kila mmoja. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu. Na hii ni Smax Films, inaitwa S M A X aka Smax King of Arts. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe updated na video mpya utakayofuatia. Namaste.